Hivi nilikuwa naomba nikuulize swali i e, Mungu angekupa uwezo wa kunipa kunipa mimi riziki, nikuta mpaka saa hivi niko hapa si nishakufa? Tufanye tu Mungu amekupa mamlaka wewe ya kunipa mimi riziki riziki yangu yani, ili nipate riziki nandak pitie kwako, warolikua naye kuta saa hivi nishakufa kitambu, kwa, kwa maana Mungu akuweka riski aitoe binadamu, anaitwaga yeye anampa mbaya, anampa mwema, anampa anateseka, anampa mtu yoyote. Amna mtu katika dunia ambaye ana riski yake hata afanyaje. Ukuta mtu sasa hivi anapitia katika machungu, riski yake ipo tu, ni kwa kipindi hichi tu, lakini inakuja, Mungu atamfungulia tu riski yake, itakuja tu, ya tu. Hey. yangu kwa leo ameisha.